Asalamu alaikum watoto wazuri. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Siku moja paliondokea na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Ahmad. Yule Ahmad alikuwa anafanya kazi ya ubiashara. Yaani alikuwa anauza uza vitu na alikuwa na tajiri yake mwenye anaenda anachukua vitu kwa hiyo tajiri yake, alafu anauza anampelekea tajiri yake pesa, analipwa. Sa mwenyewe alikuwa apenda ile kazi yake, pia alikuwa mwaminifu, alikuwa mtoto mzuri, ana tabia nzuri. Sa katika kuuzauza kwake, siku moja venye alienda kuchukua mali mpya kwa ule tajiri yake, akaja akapangapanga. Sa kwenye kupangapanga, akaona kwamba ameokota koini ya dhahabu, ilikuwa inang'ara, akaichukua alivyoichukua akaangalia akasema, ah, kuna mtu mwenye ameniona hiko? Ngoja ntajiwekea. Lakini akasema hapana, ntaenda, hmm, mimi sina tabia hizo mbovu, mi nina tabia nzuri. Ntamuuliza yule tajiri wangu, labda yake, huenda ikawa imemisikana hizi bidhaa bidhaa. Ntaenda nimrudishie nimuulize kama yake mwenye. Akauza hiyo siku, alivyomaliza akarudi kwa yule tajiri yake, alivyorudi akamwambia, mi nimeokota coin ya dhahabu ni yako? Yule tajiri akamwambia hapana, hiyo coin si yangu. Basi yule Ahmed akakaa ikawa hana furaha. Maana yake akasema, yani hii coin na, naona kama nimebeba mzigo, labda mwenyewe sasa hivi anateseka kuitafuta. Mara kidogo kidogo katokea na mtu akasema, mimi mm, nimepoteza coin ya dhahabu, ilikuwa nimepita pita pale penye Ahmed yo auza, na shaka nimeiangusha hapo, umeiona? Yule Ahmad akafurahi akasema, ee, ndio hii, akamwambia alhamdulillah. Ah wewe, mtoto mzuri, ningekuwa ni mtu mwingine sasa hivi angekuwa shaiyeka. Mimi nilikuwa ni shaka tata, mama, nimekuja tu kukuuliza labda umeiona ama labda umeona mtu ameiokota, ilikuwa sina nia kwamba utakuwa umeipata niipate coin yangu. Akaambia ah, chukua tu, mimi niliona pale nikafikiri yeye utajiri yangu ndo nikaja nikamuuliza lakini alhamdulillah umejitokeza sasa hivi, naona ni kama nimetoa mzigo mzito, chukua koeni yako. Yule tajiri akafurahi akamwambia mimi siku zote hizo lakini, leo ndo umenionyesha kweli, wewe ni mwaminifu. Akamwambia eh, tabidi hata nsitafute tena mtu akufanyia hii kazi, na kuomba usiniondoke hii kazi yangu ishike, kama ulivofanya uaminifu kwa huyu mtu, pia hii kazi yangu uifanye uaminifu basi Ahmad akafurahi. Basi yule tajiri akampa kikapu cha matunda hiyo siku, akamwambia, wajua, mtu akifanya vizuri lazima apewe zawadi. Leo umenionyesha uaminifu, hata mimi nikuzawadie. Chukua hiki kikapu cha matunda uende na familia yako. Akafurahi Ahmad mwenyewe, akaenda zake nyumbani na familia yake, wote wakafurahi, na hadithi yangu ikaisha hapo. Hadithi yetu inatufunza nini? Inatufunza kwamba si tukifanya mambo mazuri lazima tunapata zawadi. Tuna zawadiana tunazawadia na nani? Na Allah. Na zawadi yetu nini? Ni thawabu. Mwana Ahmad alimwonyesha yule tajiri yake kwamba ye ya ni mwaminifu, tajiri wake akamlipa, akampa zawadi kikapu cha matunda, na vilevile Mwenyezi Mungu akamwandikia thawabu. Kwa hivyo, watoto wazuri, si tuwe waaminifu, tusijifunze kudanganya, tuseme ukweli na pia tutapata thawabu na tutapata zawadi kama Ahmad. Tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Masalam.